Siku ya tarehe ishirini na nne mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Mapema zilianza kuenea taarifa kwamba Daniel Chonchorio ambaye ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, mtiania ya ubunge jimbo la Tarime mjini na mfanyabiashara, siku ya tarehe 23 jana ya tarehe 24, bwana huyo akiwa anafanya mazoezi jirani na nyumbani kwake Mwanza, alitekwa na watu wasiojulikana, hadi sasa hajulikani alipo. Jambo hilo limeweza kutikisa sana hasa katika mitandao ya kijamii huku wengi wakiwatagi polisi Tanzania kwamba wafanye jambo na wapambane ili kusudi bwana Daniel Chonchorio, kada wa Chama cha Mapinduzi, apatikane mapema akiwa salama. Wanaharakati mbalimbali nchini wameweza pia kuonesha hisia zao mseto kufuatia sakata hilo, huku wakisema kwamba umakini unahitajika sana nchini kwa sababu kwa sasa mtu yoyote wakati wowote anaweza kujipata katika misukosuko hiyo ya utekaji, haiangalii sura wala itikadi za vyama na kadhalika. Lakini pia wananchi wametoa maoni yao, huku wakisema serikali inapaswa kuliangalia tatizo la utekaji kwa jicho la tatu, maana vikundi, makundi na hata watu wenye nia mbaya wanaweza kuibuka na kufanya matukio mabaya yanayoambatana na utekaji kisha kuitupia serikali jumba bovu. Hivyo Wananchi wameshauri serikali inapaswa kuwa makini sana ili kusudi kukomesha matukio hayo. Kwa upande wake, wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mabukusi amezungumzia swala zima la utekaji, muda mchache baada ya taarifa kuzagaa kwamba Daniel Chonchorio, kada wa Chama cha Mapinduzi, ametekwa na watu wasiojulikana. Mabukusi amesema namnukuu hapa Tilos, tuliitisha mdahalo wa kitaifa kuzungumzia utekaji. Baadhi ya sababu kuu zinazochangia utekaji kulingana na mjadala ule ni pamoja na udhaifu wa mifumo ya utendaji wa jeshi la polisi, yani colonial mentality, na kutotenganishwa kwa shughuli za upelelezi na uchunguzi kutoka jeshi la polisi na kuwa idara inayojitegemea na kujiendesha. Kuko, eh, kukosekana kwa ufanisi katika vyombo vya usalama ikiwa ni pamoja na upelelezi duni, rushwa na ukosefu wa rasilimali kumechangia wahalifu kuendesha vitendo vya utekaji bila kuogopa hatua madhubuti. Uingiliaji wa siasa katika vyombo vya dola, kuwepo kwa matukio ambapo vyombo vya dola vimetuhumiwa kushiriki au kufumbia macho vitendo vya utekaji, hasa kwa watu wanaoonekana kuwa tishio kwa mamlaka. Eh, malalamiko haya tumeyasikia toka kwa Edgar Mwakabela Mwamlima, Mdude Nyagali na kadhalika. Kutokuwepo, kutokuwepo kwa uwajibikaji na haki kwa waathiriwa. Hii inachangiwa na kukosekana kwa uwepo wa taasisi ya kulisimamia jeshi la polisi haswa linapolalamikiwa. Njia ya msingi ni kuiboresha tume ya haki za binadamu na utawala bora kwa kuzipa uhuru, fedha ya kutosha, kuajiri wataalamu na wapelelezi wake pamoja na kuwa na timu ya wanasheria wake wanaowajibika moja kwa moja kwa tume hii. Wengi wa waliotekwa au kutoweka hawajapata haki, na serikali mara nyingi haifanyi uchunguzi wa kina wa matukio haya na polisi imekuwa ikitoa majibu ya jumla jumla. Mazingira kama haya yanawapa wahusika ujasiri wa kuendelea na vitendo hivyo bila uoga na, eh, bila uoga wa kuchukuliwa hatua. Malengo ya kisiasa na udhibiti wa uhuru wa kujieleza. Baadhi ya matukio ya utekaji yameripotiwa kuwalenga wanaharakati, waandishi wa habari na wanasiasa wa upinzani, jambo linaloashiria kuwa kuna nia ya kuz, eh, jambo linaloashiria kuwa kuna nia ya kuzima sauti za upinzani na ukosoaji hii ni mazingira kama madhira ya kina Mdude Nyagali Soka Ediga mwaka, e, Mwakabela Mwamlima na kadhalika. Uhalifu wa kimfumo uhalifu wa kupanga, kama vile magenge yenye nguvu yanaweza kushiriki katika vitendo vya utekaji kwa lengo la kutisha, kupata fidia au kusaidia ajenda fulani za watu wenye mamlaka. Lakini e, ni mara chache magenge kama haya kuteka wakosoaji haya yanakuwa na malengo binafsi yenye kulinda au kuendeleza magenge ya kihalifu. Kukosekana kwa sheria kali na kukosekana utashi wa kuzitekeleza, ingawa kuna sheria zinazopinga vitendo vya utekaji, utekelezaji wake umekuwa dhaifu, na hili pia linachangiwa na baadhi ya maamuzi ya mahakama ambayo, kwa mazingira, yanayotoa hifadhi kwa wenye dhamana ya kulinda uhai wetu kujificha na kukwepa wajibu wao na hivyo kuruhusu vitendo hivi kuendelea. Pia nchi kutokuwa na mfumo thabiti na kuridhiwa kwa mkataba wa kimataifa kuhusu utekaji au upotezwaji wa watu. Na kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema John Heche, yeye amesema namnukuu: Daniel Chochorio ni ndugu yetu, ni mwanataarime mwenzetu, ni Mtanzania na rafiki ya kila mtu. Pamoja na kwamba ni mwanachama wa CCM tena mjumbe wa mkutano mkuu, hajawahi kubagua watu kwa misingi ya vyama. Tunataka polisi watuambie yuko wapi. Ndani ya siku moja, wanataarime wawili wametekwa, burure Juma na Daniel Chochorio. Hatutakubali. Kama hawataachiwa wakiwa wazima, nitaenda Tarime kuzungumza na wananchi kwa hatua za kuchukua sasa. Baada ya hayo yote kuwa yametokea, jeshi la polisi nalo pia limejitokeza na kutoa taarifa kuhusu sakata la kada huyo wa chama cha mapinduzi CCM Daniel Chochorio kudaiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Polisi wamesema, na nukuu hapa: taarifa kwa umma kuhusu kupotea kwa Daniel Chochorio Nyamhanga Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanza uchunguzi wa tukio la kupotea kwa Daniel Chonchorio Nyamhanga mwenye umri wa miaka 46, mfanyabiashara na mkazi wa mtaa wa Temeke, kata ya Nyakato, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza, ambaye ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Taifa. Mnamo Machi 23 mwaka huu wa 2025 majira ya saa mbili usiku katika kituo cha polisi Nyamagana zilipokelewa taarifa kutoka kwa familia ya ndugu Daniel Chochorio Nyamhanga ambao ni wakazi wa mtaa wa Temeke kata ya Nyakato, wakieleza kuwa ndugu Daniel Chochorio Nyamhanga aliondoka nyumbani kwake majira ya saa 2 kamili asubuhi akiwa amevaa nguo za mazoezi na kuaga kuwa anakwenda kufanya mazoezi ya viungo na angerudi nyumbani mara baada ya mazoezi hayo, eh. Ilipofika majira ya saa tano kamili asubuhi ndugu Daniel Chonchorio Nyamhanga hakurejea nyumbani hadi hali iliyoifanya familia yake kuingiwa na wasiwasi hivyo kulazimika kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Aidha, inasemekana Daniel Chonchorio Nyamhanga amekuwa na, na makazi mengine Tarime, e, Rorya mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Dar es Salaam. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawaomba wananchi au mtu yeyote atakaye kuwa na taarifa kumuhusu Daniel Chonchorio Nyamhanga atoe taarifa kwenye kituo cha polisi kilicho karibu naye au kwenye mamlaka nyingine za serikali. Taarifa hii ilitolewa na kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza. Hivi ndivyo mambo yamekuwa kufuatia sakata la kada wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi ambapo imedaiwa ya kwamba bwana huyo anayefahamika kwa jina la Daniel Chonchorio ametekwa na watu wasiojulikana. John Heche, wakili msomi Bonifas Mabukusi, maneno hayo ambayo wameyazungumza, ambayo yapo ndani ya habari hii mwanzoni, e, wameyazungumza kupitia kurasa zao rasmi kabisa za mitandao yao ya kijamii hasa